Sometimes tukiganda kidogo, sikutaka ni kujipata tu ni typo tu za admins, kuna mahali tumewakosea elder. Elder ukiongea nilikuwa nimenyamaza kabisa. Kama kuna mahali content creators walifanya kitu tume